Natamka rasmi kuwa maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa ya mwaka 2026 ni rasmi yamefunguliwa. Ni naibu waziri wa fedha Laurent Luswetula akifungua maadhimisho ya wiki ya elimu ya fedha mkoani Tanga, ambapo ameagiza benki kuu kufanya tathmini kwa taasisi za fedha ambazo zinakopesha ili kuangalia uhalali wake na kukwepa wananchi kupata riba kubwa. Bado kumekuwa na changamoto kwa Watanzania kuwa na uelewa mdogo wa masuala ya fedha, uandishi wa maandiko ya miradi na kuendelea kutumia huduma zisizo rasmi. Naagiza Benki Kuu ya Tanzania kuongeza zaidi udhibiti wa sekta ya fedha ili kuepusha wananchi na madhara yanayotokana na kukopa fedha katika taasisi zisizo rasmi na kujikuta wakiishia kupoteza mali na vitu vingine vyao vingine vya thamani kupitia mikopo umiza alimaarufu kama eh, kwa jina la mikopo ya kausha damu. Kwa upande wake, kaimu kamishna wa idara ya uendeshaji wa sekta ya fedha Dionisia Mjema amesema wataendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kujua masuala ya fedha na kukwepa swala la kutozwa riba kubwa. Malengo ya wiki ya huduma za fedha kitaifa ni kujenga uelewa na weledi kwa umma katika matumizi sahihi ya huduma za fedha zinazotolewa ili kujenga uchumi na kuondoa umaskini wa kaya na jamii kwa ujumla. Kuimarisha ufanisi wa masoko ya fedha kupitia elimu ya fedha kuongeza upatikanaji wa huduma za fedha, kutoa elimu ya kuwezesha kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha, kuwezesha wananchi kusimamia rasilimali fedha vizuri. Nao baadhi ya wadau walioshiriki kwenye maonyesho hayo ambao wanakwenda kutoa elimu wakaelezea kile ambacho watakwenda kukifundisha. Sisi kama shirika la bima la Zanzibar tunawakaribisha sana, wafike katika banda letu. Uh, wapate kufahamu nini kinachopatikana kutoka shirika la bima la Zanzibar, uh, na pia wapate elimu kuhusiana na masuala ya bima kiujumla. Nawakaribisha watu wote wa mkoani Tanga, karibuni kwenye banda letu, fundisha madarasa, uh, iliyokuwa na zaidi ya watu mia mbili na watu wengi ambao wamekuja kututembelea kwenye banda letu okay. Ni waombe Watanzania wote tujitokeze kwa wingi, kwa sababu ziko fursa mbalimbali kutoka asasi za kifedha, lakini ipo elimu maalum kwa ajili ya wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo na wale wakubwa kwa maslahi mapana ya taifa letu la Kitanzania. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athumani, Watetezi TV.